Somo la Injili kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Luka sura ya 12 mstari wa 39 mpaka 48. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, fahamuni neno hili kwamba mwenye nyumba angalijua saa atakapokuja mwivi, angalikesha wala asingaliacha nyumba yake kuvunjwa Ninyi jiwekeni tayari, kwa kuwa saa msio dhani ndipo ajapo mwana wa Adamu. Petro akamwambia, Bwana, mithali hiyo umetwambia sisi tu au watu wote pia? Bwana akasema, ni nani basi aliye wakili mwaminifu mwenye busara, ambaye bwana wake atamuweka juu ya utumishi wake wote awape watu posho kwa wakati wake? Heri mtuma yule ambaye Bwana wake ajapo, atamkuta anafanya hivyo. Kweli nawaambia, atamweka juu ya vitu vyake vyote. Lakini mtuma yule akisema moyoni mwake, Bwana wangu anakawia kuja, akaanza kuwapiga wajoli wake wanaume kwa wanawake, akila na kunywa na kulewa, bwana wake yake atapigwa sana, na yule asiyejua naye afanya yastahiliyo mapigo atapigwa kidogo. Na kila aliyepewa vingi kwake huyo vitatakwa vingi naye, waliyemwekea amana vitu vingi kwake huyu watataka na zaidi. Neno la Bwana. Sifa kwa kwako kwa E Kristo. Jiwekeni tayari kwa kuwa saa msio dhani ndipo ajapo mwana wa Adamu. Tunalikwa kuwa tayari muda wote, tukeshe, tufanye kazi ya Bwana na tusiishi maisha ya gizani. Tutumie mwanga wa akili tuone zuri la kufanya na baya la kuepuka, tufunge viuno na tutawale tamaa. Ndugu yangu, utambue dhambi zako na vishawishi, upambane na tamaa za dhambi na ujikatalie. Amani ya Kristo itawale katika maisha yako, na baraka zake Mungu Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ziwashukie na kukaa nanyi daima. Amina.